Jeshi la Polisi mkoa wetu wa Mtwara eh, ni kwamba linamshikilia Wales Gerald miaka 45 mkazi wa kijiji cha Makarango kilicho katika wilaya ya Masasi eh, mkoa wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya marehemu, alikuwa anaitwa Daniel Raphael Ruben ambaye alikuwa na miaka 48, eh, mtuhumiwa alitekeleza ali, kitendo hicho cha mauaji Machi 18, 2025 e, kwa kumchoma marehemu na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake e, na kumkata sehemu mbalimbali za siri au sehemu za uume na kumsababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake huyo marehemu. Chanzo cha mauaji hayo ni baada ya mtuhumiwa kumtuhumu marehemu kuwa a, alikuwa akimwibia mali zake au vitu mbalimbali nyumbani kwake. Marehemu na mtuhumiwa walikuwa wakiishi nyumba moja na walikuwa washirikiana katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato. Aidha, ndugu uh, Huseni Mfaume Ali miaka 35, mkazi wa wilaya ya Newala, mkoa wa Mtwara anashikiliwa uh, na, na, na Jeshi la Polisi uh, mkoa wetu wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji pia ya Bushiri Rashidi Katambo mwenye umri wa miaka 78. Mtuhumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji tarehe Machi 25, Machi 25, 2025 akiwa nyumbani kwa marehemu kwa kumpiga na kitu butu kichwani na kumsababishia majeraha yaliyopelekea uh, kifo chake huyo marehemu kisha kuchukua mwili wa marehemu na kurundukiza katika kisima cha maji ambacho kipo katika nyumba aliyokuwa akiishi marehemu. Uh, kupitia pia misako na operesheni mbalimbali ya Jeshi la Polisi katika mkoa wetu wa Mtwara, uh, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine saba wakiwa na jumla ya lita 48 za pombe haramu ya moshi ya Ugogo, ambapo mtuhumiwa mmoja alikamatwa na kupatikana na mimea zaniwayo eh, kuwa dawa za, za kulevya aina ya bangi katika shamba lake. Huyu mtuhumiwa alikuwa amepanda eh, hii mimea ya bangi eh, katika shamba lake ambayo alikuwa amechanganya na mazao mengine ya ufuta eh, na hatimaye eh, tupata taarifa jeshi la polisi na tukaweza kumkamata.